Siri tano za kisimi ama kinembe cha mke wako. Siri tano za kisimi ama kinembe cha mke wako. Karibu ndugu mtazamaji, kwa majina naitwa Dr Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nataka nikupe siri tano ambazo kuna uwezekano mkubwa wewe ni mwanaume ambaye unayenitazama na haujui. Moja ya malalamiko makubwa sana ambayo wanayapokea kwa wanawake wengi ni wanaume wengi kushindwa kuwafikisha katika kile kilele cha hali ya juu, ni wanaume wengi kushindwa kuwafikisha katika raha ama utamu wa kiwango cha juu zaidi. Lakini swali ni kwamba, je, wanaume hawa wanafahamu siri iliyopo katika kile kisimi ama kinembe cha mwanamke wake. Ukifahamu siri hizi tano, ni rahisi sana mwanaume kuweza kuhakikisha unamfikisha mwanamke kileleni. Katika jarida la wanasayansi la mwaka 2009 waliweza kubaini miisho ya fahamu isiyopungua elfu nane. Lakini leo hii mwaka 2026 ninapokuwa naandaa video hii tayari miisho ya fahamu imeongezeka zaidi, maanake kila baada ya muda fulani kuna tafiti ambazo zinazotoka. Tafiti hizi zinakuwa ni mpya kila siku. Leo hii tafiti zinakadiriwa kuonyesha miisho ya fahamu iliyopo katika kisimi ama kinembe cha mwanamke ni takribani elfu kumi. Sasa nataka tuende tukaangalie sifa namba moja, kitaalamu ichi kisimi ama kinembe wanasema, hii ni the iceberg, iceberg effect, ice effect. Maana yake ni moja ya kitu ya kinala ambacho kina mvuto wa hali ya juu. Iceberg ni kama barafu fulani ambayo ina mvuto wa mng'ao fulani. Hebu tusikilize tafiti za wanasayansi hawa, anasema most people think the clitoris is, is just that the small button at the vulva kwamba wanaume wengi wanachukulia kama ni kitu cha kawaida ambacho kimening'inia pale katika uke. Anasema in reality that just yes, that the tip the glans like an iceberg. Anasema about the 90% of its hidden beneath the surface it consists of two roots. Kwamba kisimi hiki ama kinembe hichi licha ya kwamba kinaonekana tu pale kwa, kwa juu, lakini kina mizizi yake kwa ndani. Yaani unapoona kwa ndani kiko kimetokeza juu pale. Kuna mizizi yake ambayo umekibeba. Anasema it consists of two roots. Clulo and the two buds that lap around the vaginal canal extending to up to 4 inches total length. Kwamba mizizi yake iliyoko ndani hii roots ambazo ziko ndani ya kanali yake ina uwezo wa kuextend karibia inchi nne. Hii ni moja ya sifa namba moja ya kisimi ama kinembe alichonacho mke wako. Sifa namba mbili wameandika kwamba ni singular purpose. Hapa anamaanisha nini? Anasema in the entire human body the clitoris is the only organ where soul dedicated function is pleasure every other organ has a dual law like the tongue for testing and speaking or the nose for smelling and breathing evolution essentially decided that the pleasure was important enough to warrant its own specialized hardware anasema kama ilivyo kwa ulimi ambapo unaangalia ladha lakini kama unaangalia ladha, lakini pia kama ilivyo kwa pua, eneo hili la kisimi na yenyewe ni maalum pia kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa mbalimbali katika miisho ya fahamu. Yaani mwanamke anapoweza kuguswa vizuri eneo hili linapeleka taarifa za utamu mpaka kwenye ubongo wake. Kama umeshakusikia mwanamke anakwambia, nilikuwa nasikia utamu mpaka kwenye visigino uta mpaka kichwani. Sifa namba tatu, anasema nerve density overload. Sikiliza hii anasema, the clitoris is packed with an incredible concentration of nerve endings roughly about 10,000 plus. To put that in perspective, hii ndio pointi, ndiyo kuwa wanayongelea hapa kwamba hili eneo linakadiliwa kuwa na miisho ya fahamu isiyopungua elfu kumi na zaidi. Hiki hicho kuna kiongelea. Anasema it has double the nerve endings of the penis. Miisho ya fa, miisho yake ya fahamu ni mara kumi zaidi ya uume wa mwanaume. Moja ya eneo ambalo lina miisho ya fahamu katika ume wa mwanaume. Moja ya eneo ambalo lina miisho ya fahamu ni kichwa kile cha uume kina miisho ya fahamu mingi, na ndio maana wanaume wengi wanaojichua wanashughulika sana ile eneo la kichwa. Na hata miisho ya fahamu pale inapokuwa imekufa ganzi, wengi wanapata shida ya kuwahi kukojoa pale, kwa sababu eneo linaloharibiwa mwanaume anapokuwa anajichua ni katika eneo la kichwa cha uume. Anasema these nerves are packed into much smaller surface area making it significantly more sensitive to touch. Hapa tunapata sifa nyingine kwamba eneo hili ni moja ya eneo ambalo ni very sensitive to touch. Sasa moja ya kosa kubwa ambalo wanaume wengi wanalifanya ni kulisugua hili eneo kwa kisi, kwa kwa vidole, yaani wanaume wanakuta anasugua anasugua tu, anaamini kwamba ndiyo sahihi, lakini kumbe eneo hili pia likiguswa vizuri huyu mwanamke anaweza akakojoa mithili mithili ya bomba la maji, au anaweza akarusha maji mithili ya bomba. Hii ni moja ya ya videos ambazo nimeziongelea katika video zangu zingine, ukizisafuta hapa YouTube. Kwa hiyo ni moja eneo ambalo ni very sensitive. Moja ya vitu ambavyo nashauri wanaume kutumia, cha kwanza, kama unaona vidole vigumu, tumia olive oil, tumia massage oil kwa ajili ya kuweza kumassage ili eneo vizuri ili kuweza kuhakikisha unampagawisha yule mwanamke, sababu kwasababu ni eneo ambalo ukiligusa vibaya unaweza ukasababisha maumivu badala ya utamu. Na namba nne, sifa namba nne: it grows with time. Hapa ndipo penyewe, anasema unlike many things that grow that slow down as we age. Anasema tofauti na vitu vingine ambavyo tunapokuwa tunaingia katika umri mtu mzima vinakuwa vinapungua, kuacha anasema the clitoris actually increases in size over a person's lifetime. <laughs> Kwamba e, e, kisimi kina uwezo wa kuongezeka kadri mtu anavyoongezeka umri wake. Anasema, due to hormonal changes and increase the blood flow over the years it can become up to 2.5 times larger by the time a person in their 50 or 60s compared to their teens. Oh my God. Kwamba hii ni sifa nyingine ya kisimi kwamba the more mwanamke anavyoongezeka umri wake, kumbe hata kisimi kinakuwa kina uwezo wa kujitanua zaidi, kinaongezeka ukubwa. Ha, habari njema ni kwamba mwanamke anapofika umri wa miaka hamsini mpaka sitini unawezekano ukubwa kisimi kikawa kikubwa, usije ukashtuka. Hii ni, ni amazing, amazing thing kabisa mwanamke anapokuwa katika umri huo. Lakini pia mwa, eneo la kisimi ama kinembe mwanamke anapokuwa ameandaliwa huwa linatuna na kujaa damu. Wataalamu wanasema lina uwezo wa kufiuna paka 2.5. Kwa hiyo mmoja ya kiashiria kile ambacho nimekuwa nikifundisha wanaume wengi hujua kwamba huyu mwanamke ameshanyegeka, huyu mwanamke amefika katika kiwango cha juu, kisimi chake huwa kinatuna na kujaa damu. Hii ni moja ya sifa nyingine ambayo unaweza ukaijua kwamba huyu mwanamke amenyegeka kwa kiwango cha juu zaidi na zaidi. Na sifa ya tano na mwisho, anasema the command center. Hebu tusikilize hapa kwa makini the command center. Tusikilize anamaanisha nini? Anasema when the clitoris is stimulated, it triggers a massive neurological response. Yaani kisimi hichi kikinyonywa vizuri kikitomaswa tomaswa, tomaswa vizuri na olive oil, kina triggers, kinasafirisha taarifa, kinaibua miisho ya fahamu. Ndio maana anasema ni command center response. Anasema it is it's not just a local feeling, it activates the limbic system in the brain. Yani taarifa zinapelekwa kutoka kwenye ubongo. Yani, ni amazing thing kabisa mwanaume, ambacho unatakiwa uweze kuelewa. Anasema the seat of motion and memory. Anasema it is essentially biological on switch for the entire body pleasure response. Mwanamke anaweza katikisika mpaka mwili wake. Taarifa zinapelekwa mpaka kwenye mwili wake. Mwanamke anachanganyikiwa. Maanake, ukijua hili eneo, mwanaume ni rahisi kuweza kumkojoza mwanamke hata kabla hajamwingilia hii ni moja ya taarifa ambayo every man anatakiwa aweze kuelewa na nimekuwa nikiwaambia mwanaume kutokumfikisha mwanamke wako kileleni uzembe wa hali ya juu unastahili viboko anasema the big takeaway ehe sasa hii ndio pointi ya nguvu ya kuondoka nayo anasema the clitoris isn't just a a minor detail it's a complex internal network That is far more powerful and extensive than most people realize. Anasema hichi kisimi ni kama vile antenna au dishi lako lile la Azam, ambayo unaokuwa umeliweka nalo kwa the search channel. Liko makini muda wote, lina search, likipata mwanaume ambaye ni fundi na mjuzi, utamu utakaopatikana hapo ni waajabu na sio sio wa Anasema, would you like me to look? Ah, okay, ya hapa imeisha. Hapa imeisha. Hapa ni more details. Sasa, hizi ni moja ya tafiti ambazo tunazichimba za wanasayansi. Leo nimeona nikuletea tafiti za wanasayansi. Mimi nisiongee sana. Nimekuwa nikutafasilia tu hapa. Hebu niambie, katika hizi sifa tano, umependa sifa ipi? Nipe hapo chini kwenye comments. Niambie sifa ipi ambayo mpagawa nayo. Endapo unataka kuweza kujifunza, kupata elimu, kupata video, namna ya kumwandaa na mwanamke, namna ya kumkojoza. Natuma hizi video kwa njia ya telegram na WhatsApp. Gharama yake ni shilingi 15000 tu, maarifa maarifa yote utayapata. Lakini pia endapo unataka kuweza kuongea na mimi, kuna gharama ushauri. Saa kuweza kuongea na mimi video ni 15000, ushauri na saa kuongea na mimi kuna gharama yake. Hebu niambie hapo, dokta, nataka kuzungumza na wewe naomba namba yako ya simu. Japo namba yangu ya simu kienda kwenye profile yangu hapa YouTube inapatikana na sehemu nyinginezo pia